Hali si shwari, amen, watu wa Mungu. Na kama hali si shwari, ni nani mwenye usalama? Ni nani atakayesema jamani, mimi niko salama? Na huyo anayesema namna hiyo hajajua Biblia inasema, yamefichwa machoni pako. Tulisoma lile neno la Luka 19:41 mpaka 48, alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema laiti, ungenijua hata wewe katika siku hii yanayopasa amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Maana nikakwambia adui anaficha, alafu unafikiri uko salama, unafikiri kila kitu kiko safi, kumbe ameficha. Na mimi nimemshangaa sana Roho Mtakatifu wakati nasema tuanze kuomba, wala sikupanga kuanzia hapo lakini ghafla naletewa barua ufikanana anakataa, anapingana. Kwa Roho Mtakatifu, mbona hatujaanza huko, tusubiri. Basi tuanze na fomula yetu aah. Fomula ya Roho Mtakatifu ni nyingine kabisa. Amen, amen, amen, amen. Amen. E, hailinganishwi, haifananishwi. Yeye akiamua ameamua, amina, watu wa Mungu, amen. Mimi nataka nimwahakikishie huyo mtu ambaye anaona kabisa nafasi nilionayo kazini sio ya kwangu, ni kweli na si yeye tu, watu wengi barua zinafichwa, na hata zinaweza zikafichwa. Kuna watu wakapeleka maneno ya unafiki kwa bosi, kwamba bosi, ni kweli huyu mlimteua, lakini sio, hafai hawezi. Barua imefichwa, haifiki kwa mhusika. Sio mtu mmoja wapo, wengi kwa hiyo, unajikuta unapambana hapo hapo mpaka ukae vizuri na huyo Mungu akufunulie. Au, mtumishi wa Mungu akufunulie, amina. Amen. Kwa hiyo sio kitu cha mchezo kama adui ana uwezo yeah, wa kuficha, na sisi hapa tumeomba nguvu ya Roho Mtakatifu ikafichue, lakini kama tumeomba nguvu ya Roho Mtakatifu ikafichue yako yaliyofungiwa. Amen. Amen. yaani inavyozungumza hivyo naona jeshi mahali fulani kwa mtu fulani, yani hilo jeshi limepambana kufungia mambo yako kwa muda mrefu. Ghafla nimeona yani wanakimbia namna hii, hao askari. Haleluya, wanakimbia. Ingekuwa ni leo, tungesema wale watu wao wanasema nini? Jamani, imewaka huku Acha leo kiwake. n kama wanaanza kufungua kabla hata tujaanza kuomba, watimue mbio kweli kweli. Kwa hiyo unajikuta vya kwako kwa vimefungwa. Petro alifungwa gereza la nne, alafu Biblia inaambia kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili yake hakuna aliyewahi kuomba akakosa kupokea cha Bwana. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hata wewe leo kuwekwa mahali hapa sio kwa bahati mbaya, sio kwa bahati mbaya, sio kwa bahati mbaya e, yani huko hapa ni kusudi na mpango wa Mungu kamili kwamba Baba vilivyofichwa vifunguliwe, na tumeona kilichokuwa kimefichwa kimeonekana sasa Inawezekana tumetafuta vilivyofichwa lakini vilivyofungiwa hatujaviona. Yupo yeye aliyefungua gereza kwa Paulo, kwa Petro, hata akamtoa la kwanza, la pili, la tatu mpaka la nne. Ni yeye jana na leo na hata milele, na ndiye huyo huyo yupo katikati yetu. Haleluya! Haijalishi kwamba wamefungia wapi, haijalishi kwamba wamefunga wakaweka na mawe yeye yeah, yeye yeah, yeah, yaani yeah, yeah. Naona kuna mtu kuna kitu cha thamani kama dhahabu fulani, <coughs> ilikuwa imefungiwa kwenye jiwe fulani. Ah, Mungu ni mwema. Amen, Amen. Yesu ndiye Mungu wa maelewa siku. Tumefunikwa na wingu la Mungu mwenyewe. Amina, watu wa Mungu. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen, Amen. Amen, hebu tuone wa kidogo mistari michache. Kwa kile kitabu cha Mwanzo mlango ule wa nane mstari wa kwanza na wa pili Biblia inasema, na Mungu akamkumbuka Nuhu. Sema Mungu akamkumbuka Nuhu. Sema Mungu akamkumbuka Nuhu, na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapo kwa. Ayia, kwa na kumbuka Nuhu alikuwa ndani ya nini? yes, amefungiwa si ndio? Hata wale wenzake walipokuwa wanagonga Nuhu, tufungulie, anasema mimi sijafunga wala aliyefunga sijui. Amen. Amen, sasa mstari wa pili unasema chemchemu za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku mia na hamsini maji yakapunguka. Chemchem za vilindi zikafungwa, pia madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Hapa tunaona Mungu anamkumbuka Nuhu, Nuhu aliyekaa ndani ya safina, safina ambayo Mungu alimsemesha Nuhu alipoitengeneza kwa maelekezo ya Mungu mwenyewe. Akaingia ndani ya safina na wanyama wa kila aina wawili wawili, lakini haikutosha. Nuhu aliingia yeye na mke wake na watoto wake watatu na wake zao, waliobaki wote wakateketezwa. Haleluya! Kwa hiyo Nuhu alikaa ndani ya safina peke yake na watoto wake na wale wanyama Tunafika hapo, tunaambiwa na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapunguka. Kama Mungu alimkumbuka Nuhu enzi hizo na ule muda aliyokaa ndani ya safina, Mungu yule yule anayeishi hata leo ana uwezo wa kunikumbuka na mimi Amen. Haijalishi wamenifuzuilia wapi Haijalishi wamefungia wapi vya kwangu, lakini Mungu ninayemwabudu, Mungu ninayemtumaini, mtumaini ni Mungu anayekumbuka. Maana yake nini? Yapo yaliyofungiwa na kuzuiliwa kwako. Amen. Sasa Biblia inasema, je, umeiamuru asubuhi yako? Je, umeombea asubuhi yako? Je, umeisemesha mapambazuko yako? Shida ni kuomba. Shida ya watu wa Mungu wengi ni kuomba. Wengi tunazuiliwa kwenye eneo la maombi. Biblia inasema tunainuliwa utukufu hata utukufu. Hauwezi kuinuliwa utukufu hata utukufu bila kuomba. Lazima upambane mtu wa Mungu. Lazima uombe. Amen. Tamba yamezuiliwa. Kila kitu kimefungiwa. Hautaweza kujua bila kuomba. Hautaweza kuvishughulikia vitu vyako. Biblia inasema, nikasema utafika mpaka hapa lakini utapita na hapa, mawimbi yako yenye ya tayo yamezuiliwa. Hali ni mbaya. Amen. Watu wa Mungu, tuombe, tuombee watoto wetu, tuombee uzao wetu. Wanaoyafanya sio kwamba wanataka, ila hali inawalazimisha na wakati mwingine hatuwapi ulinzi, na wakati mwingine wanazidiwa. Amen, kama mimi na wewe tunazidiwa, hata kuomba tunashindwa, iseuse wao. Hebu chukua hiyo picha, mimi mwenyewe naomba maombi ya kijiko cha chai, hafu chukua picha sasa kwa mtoto wangu mimi, inakuwahi? Kama mimi ninaomba kwa kusuasua, huyu jamaa hapa chini, inakuwahi wengi tunashindwa kuomba usiku, wengi tunashindwa kuamka asubuhi kuomba. Tunaamka tunakurupuka, mwingine ameshashika na ufagio e! Jamani, Bwana Yesu! Mama, e, jamani jamani, Bwana Yesu bariki tu mama. Jamani, uko vipi? Yaani hata Mungu unaanza kumweleza hajakaa sawa aanze kukusikiliza, umeshaacha umedakia lingine. Mwisho wa yote inafika mchana Yaani, leo sijapata ya nafasi ya kuomba nataka nikaombe. Hodi, karibu, naanza kupiga story. Mwisho wa yote saa kumi na mbili jioni. Biblia inatuuliza hapa, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza, umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Tunaomba watu wa Mungu, tunazungumza na Baba. Kumbuka nimewafundisha kuomba kwa kukisogelea kiti cha neema, usiombe ombe tu kama unapayuka payuka. Omba ukiwa umemaanisha, na ukiomba ukiwa umemaanisha matokeo ni ya haraka kuliko unavyofikiri. Na nikasema watu wengi tunakosa, tunashindwa kuomba, tunakata tamaa ya kuomba kwa sababu ya aina ya uombaji wetu. Unaomba omba tu. Omba ukiwa umemaanisha. Amen. Amen. Amen. Anasema yapate kuishika miisho ya nchi waovu wakumutwe wakawe mbali nayo. Kumbe mimi ninapoomba, hata wale waliosema utakwenda mpaka pale, lakini hautapita kwa maombi yangu mimi, wale waovu wanakumutwa wanaenda kuwekwa mbali na mimi. Amen. Amen. Tamani, siku ya leo waovu wakumutwe tu ya leo. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maombi yako tu ya leo, watu waovu wa kugundwe wakatupe mbali. Amen. Namuona mtu ambaye, nashangaa nawe. Aendeletwe mtu amevaa viatu. Mguu wa huku amevaa kiatu kingine na mguu wa huku amevaa kiatu kingine. Mguu wa kushoto ni mwepesi lakini wakulia hausogeni. Kulia wakulia hausogeni. Yaani anatamani kutembea, apige hatua, asogee. Yaani huyu mmoja tu naona. Ukipiga sasa, uwezi kwenda mbali kwa mguu mmoja. Ndiyo maana Mungu alituwekea miguu miwili iweze kusaidiana, hatua kwa hatua. Sasa umeachiwa mguu mmoja, unaupiga huko, huo utaenda wapi? Hausogei, okay. Haleluya u mmoja umezuiliwa. Kwa nini umezuiliwa? Upande wa baba sio watu wa mafanikio kwa hiyo tunaambiwa wakugutwe hao waovu, wawe mbali nayo. Unaweza kuona watu wengine pia waliowahi kuzuiliwa. Soma kile kitabu cha Hagai mlango wa kwanza, ina mistari kumi na tano. Mungu anataka wale watu wajenge nyumba yake, wale watu wanasema huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana, ni wakati wa kupambana na mambo yetu, ni wakati wa kufanya kazi zetu ni wakati wa kufanya mipango yangu kwanza. Mungu anasema mimi kwanza nijengeeni, kwanza mimi. Mtu anasema hapana, nawezeje kumjengea Mungu? Wacha nipambane kwanza na ya kwangu. Mungu anazuia baraka, Mungu anazuia mvua. Kwa hiyo basi katika hili kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, kuna mambo ambayo yamezuiliwa na adui na kuna mambo ambayo Mungu ameyazuia mwenyewe kulingana na namna gani Tuna ushirika na yeye, nenda kajenge nyumba ya Bwana, nenda kafanye hiki nyumbani mwa Bwana, nenda akatoe sadaka nyumbani mwa Bwana. Halafu anaona mimi nipeleke sadaka yote hii Bwana, na mimi ni muhitaji. Biblia inasema basi kwa ajili yenu mvua zimezuiliwa, wala wow, umande. Kwa hiyo, kumbe kuna mambo mengine unaweza kufikiri ni adui ameyazuia kwako, kumbe Mungu ameyazuia kwa sababu alikusemesha, kwa sababu alitaka umtumikie, lakini umeshupaza shingo, anazuia. Biblia hapa inatuambia mpaka wale wafalme walipotambua, walipokubaliana na sauti ya Mungu kwamba nendeni mkaijenge nyumba, walipokubali kwamba wacha niende, ndipo mvua zilipoachilia baraka kwao. Anasema mlitazamia vingi, kumbe mnapata kidogo kuna watu wanakwambia, napokea mshahara lakini hata unapoishia sioni. Nafanya biashara lakini hata ninachokipata sikioni. wa hapa mtaani hapa kuna machuma ulete. wakati mwingine Mungu mwenyewe amekamatia. Kwa nini tangu umeanza kazi huna cha kutoa fungu la kumi, huna cha kutoa sadaka, huna cha kwenda kuona hata ya wajane wala yatima. Wacha nifunge nizuie ili nikuone. Mwambie jirani yako ukijituma, mwambie tena ukijituma, mwambie tena ukijituma kijituma. Lakini pia adui anaweza akazuia hata maombi yako, kama aliweza kuzuia maombi ya Danieli kwa siku ishirini na moja, anaweza kuzuia na hili. Eneo lina ukakasi, kuna watu wanapenda kuomba, lakini wanazuiliwa Adui anazuia kwa sababu anajua ukiomba utapewa. Biblia imesema ombeni, nanyi utapewa. Eh, kwa hiyo adui anapambana kwenye mwanzo Bana, kabla hujapewa lazima uombe. Kwa hiyo Danieli anaanza kusema nataka nifunge niombe siku ishirini na moja, mkuu wa Uajemi akazuia. Pale malaika alipomaliza kupambana na yule mkuu wa Uajemi, akaenda akamwambia Daniel, sikiliza, siku uliyoweka nia tu kwamba anataka kuomba, majibu yako yalishuka, lakini mkuu wa anga la Uajemi alizuia ndani ya siku ishirini na moja. Kwa hiyo kuna watu tunataka kuomba ndiyo, lakini tunazuiliwa.